Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11:30 na, na ni wakati mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Kumbuka kitabu cha Rhapsody kinatoka kila mwezi, kinaenda kila siku kinaandikwa na mtoto wa Mungu mchungaji Chris Oyakhilome PhD, na tuko mahali hapa kushirikisha somo la siku ya Jumanne lakini pia na siku ya Jumapili kama ambavyo tulikuwa tumesema jana kwamba akua tunafanya uh, siku ya Jumatatu tunafanya la Jumamosi juma juma juma na Jumatatu then Jumanne tunafanya Jumapili na Jumanne. Asante kwa baraka yako, asante kwa utukufu wako. Neno lako ni uzima wetu, Neno lako ni taa na nuru ya njia yetu Bwana, neno lako ni utukufu wetu. Asante Bwana kwa kila anayetusikiliza popote pale. Asante kwa rehema zako na fadhili zako nyingi Bwana. Asante kwa utukufu wa neno hili katika mioyo, fikra, mitazamo, katika miili yetu Bwana, ya kila nyanja maisha yetu. Hakuna anayesikiliza siku ya leo atakayoondoka kama ambavyo alianza kusikiliza kipindi hiki Bwana. Nguvu yako itamgusa na kumhudumia kipekee. Utukufu wako utadhihirika na kuonekana kwenye kila nyanja ya maisha yao. Oh, tuibariki jina lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mm, haleluya. Tulikuwa na wakati mzuri sana jana kwa wale ambao wamekuwa tusikiliza. Tulipitia somo la somo la Jumamosi ambalo alikuwa anasema atakutayarisha na kukufundisha. Ilikuwa ni somo zuri sana kwa maana kwamba kuna vitu ambavyo Bwana anakuandaa navyo, wakati mwingine unavyoandaliwa unaweza usio unaelewa. Inaitwa mm. training for reigning. Unakuwa <laughs> mm. Unapitia yale mambo alafu unaona ah, mbona kama jambo hili ni taf sana, mbona kama ni gumu. <laughs> Lakini kiuhalisi ni kwamba yeye ni mzee wa siku. <laughs> Yaani hivi mm. uh, hakawi wala hachelewi. Ile ratiba yake ni tofauti na sisi eh, wakati mwingine sisi tunataka mambo ya fasta ya haraka mm. Mm -mm. <laughs> eh, eh, lakini uh, kuna namna ambavyo spidi yake ni tofauti ingawa wakati wake ni bora ni best kuliko unaweza kufikiri, alafu <laughs> ah, amazing sana somo la jana tulioipitia alikuwa linasema kuwa haraka kuliko mfumuko wa bei <laughs> inflation. Yaani hivi unaweza kukaa kwenye neno neno likakupa speed na kasi ikakufanya kwamba ule mfumuko wa bei katika uchumi unaoishi au mdororo wa kiuchumi katika ulimwengu ulioko usiweze kukushika. Yaani usiweze kukuathiri. Mala, yani maji yale yale ambayo yalikuwa na <laughs> yanaharibu ulimwengu wakati wa garika mm, sawa maji hayo hayo ndiyo yalikuwa yamebeba ile safina ya Nuhuni mm. mm. yani, maji yalikuwa yanaharibu wengine na kuharibu ulimwengu mm. yes. Yes. Yes. yes, yani maji yale yalibeba ile safina na kuifanya ielee vizuri. Tunategemea upande gani huko kwa hiyo ukikaa kwenye neno mtumishi hakika utukufu wako ni tofauti so mm. somo la jana ilikuwa <imitra> linasema mwenendo wako katika upendo andiko la ufunguzi ni waefeso sura ya nne mstari wa thelathini na moja mpaka thelathini na mbili andiko linasema hivi uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu pamoja na kila namna ya ubaya tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi wenye huruma mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Maneno ni mazito kidogo kwa sababu huu ni waraka wa Paulo kwa Waefeso. Hii ni kanisa linaandikiwa hmm. Sio watu ambao hawajamwamini Kristo. Anasema uchungu wote na ghadhabu na na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu bkasik Anasema pamoja na kila namna ya ubaya ah. mm -hmm. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi, Waefeso. Mtumishi mmoja anasema, aliongea kitu nikamwambia mtumishi, asira ataki kuwa nayo Akaniletea, akaniletea andiko linaloonyesha kwamba iwe na hasira lakini msitende dhambi <laughs> ipo kwenye Efeso hii. Nikamwambia, lakini nenda kasome vizuri ile andiko. Paulo amesema hiyo hasira usiitunze mpaka jua lizame, yes. kwa hiyo maana ni less than how many hours. La sivyo yule adui atakuotea. Mtumishi Mungu anasema hivi, changamoto zitakuja, zinaweza kutoka kwa watu walio karibu nawe au kutokea mbali, lakini usitishike Kamwe usilipe ubaya kwa ubaya, lazima uenende katika upendo kila wakati. Bwana Yesu alisema hivyo, watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hii ni Injili ya Yohana sura kumi na tatu mstari thelathini na tano. Huyu ni mstari mzito sana, ili watu watambue, ili wajue kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo, sawa? Yeah. ni kwamba utakuwa ukitembea katika upendo kati yako wewe na ndugu yako jirani mpendo mwenzako, si kumwambia Bwana Yesu asifiwe, ni katika kutembea katika upendo yani. Eh, kwa kifupi upendo ndo the highest dimension yani eh, ndo kile kipimo mm, cha juu kabisa cha ukomavu katika Kristo mtumishi. <laughs> mm. Ayy ay, ay, ay. Mm, kuna vitu vitatu vinadumu, imani tumaini, imani na nini? upendo. Kilicho kikuu ni nini? Upendo. Wala kasitelele vingine vyote mtumishi, vitasiz vitakoma, ila hivi vitatu sio, katika ulimwengu huu tu hata ule unaokuja. Katika Mathayo, sura ya 5 mstari wa 44 andiko linasema, Bwana alisema, wapendeni adui zenu, wabarikini wale wanaowalaani ninyi, wafanyieni mema wale wanaowachukia na waombeeni wale wanaowaudhi na kuwatesa. Unasikia hii Meskia? Wapendeni adui zenu, mm. Hii sio story, mtumishi. Huyu ni Bwana anazungumza. Wabarikini wale wanaolaani ninyi, wafanyieni mema wale wanaowachukia, waombeeni wale wanaowaudhi na kuwatesa. Sio kama nakuchimbia sie kaburi, nakuzungushia siu moto <laughs> na kutumbukiza kwenye <laughs> <laughs> Mungu anasema tunapaswa kumwiga Bwana na kujifunza katika mwenendo wetu wa upendo, wa Efeso 5:12, sorry, wa Efeso sura 5 mstari wa 5:12, sorry, 4:5, sorry, kwanza mpaka wa pili, tafsiri ya NIV nasema, kwa hiyo fuateni mfano wa Mungu kama watoto wapendwao, na mwenende katika njia ya upendo kama Kristo alivyotupenda sisi. Inasema, kwa hiyo mfuateni mfano wa Mungu kama watoto wapendwao Kusema tafsiri hii katika another, uh, katika version za Kiingereza like inasema imitate God, yani kama vile mwigize Bwana. Unajua watoto wadogo mm, ukicheka naye wakati anakuigiza sivyo? Ukifanya hivyo afanya yes. Ehe, ndio hicho ambacho ile andiko linasema kwamba mwigize Bwana, mwigize Baba, kama watoto wanaopendwa na Baba, fuata ile njia yake. Mm. Mm. Mabaka, saka, mm, ah mtoto Mungu anasema je, unaweza <laughs> kuvumilia kutukanwa na bado usipigane hmm? hmm. Umetukana <laughs> Una <kata kiduro>, <laughs> <laughs> <laughs> umesemwa, unaweza kuvumilia au utawaambia, unakata kidole unawaambia, ngoja ngoja, nikaenda kwenye maombi, wewe nitakunyosha. Ndio Mungu anasema, je, unaweza kustahimili mapigo na kujibu kama Bwana alivyosema au kama Bwana alivyofanya ambapo akasema, Baba uwasamee kwa maana hawajui walitendalo. Jamaa ukupiga, unajua kupiga sio tu ngumi Anaanza kupia kwa peni yake mm. Umeelewa mm. Akakuandika ni mambo ambayo hujai kuyasikia hata kuyafanya mm. yeah. Je, utafanyaje? Utambuuza mahakamani asubuhi au utasemaje? Maarasuutamgu anasema lazima ushinde kikwazo hiki. Haupaswi kame kamwe kuruhusu moyo wako kubeba uchungu, kwa maana utazuia maendeleo yako katika roho hey. Mm. <laughs> haupaswi kamwe kame, kuruhusu moyo wako kubeba uchungu kwa maana utazuia maendeleo yako katika roho. Haijalishi umebeba uchungu dhidi ya nani, kama ni marafiki, majirani, wageni, familia. mm. Itazorotesha ukuaji wako. Unataka kuona mm. mm. maendeleo mdumishi, mm. mm? Usiweke uchungu ndani ya moyo kabisa. Yote Mungu anasema uchungu na ghadhabu zote ni vizuizi katika gurudumu la maendeleo yako. Hivyo visambaratishe vitoke maishani mwako na uchague njia ya upendo. Ai. Kwa hiyo hawasamei tu kwa sababu yao wenyewe. Unawasamea kwa sababu yako mwenyewe kwa sababu usipowasamee mtumishi, umejiwekea. Ndio hicho, ndio hivyo. Umeka roadblock sababu, ni uchungu sio wa Mungu, ni mwanadamu, ni wawili adui na adui, akishapata nafasi ndani yako ai, mm. <laughs> Dada Mungu anasema upendo ni zaidi ya tabasamu na mazungumzo ya maneno mazuri ya ukarimu ni hali ya moyo wako ndani na jinsi unavyodhihirisha kule nje kwa mm hiyo -hmm. upendo ni jambo la ndani kwanza mm -hmm. sio ile yeah, la lila nje mm -hmm. ndani ya monangata meno <laughs> <laughs> Inasema wananiabudu kwa midomo yao, mioyo yao iko wapi? Iko mbali mbali. Mm -hmm. Yes. Ukaongea hapa, tunaitwa lip service, ukaongea tu hapa mdomoni, lakini ndani ya moyo huko tofauti kabisa. Ndio maana mtu wa Mungu anasema hivi, mm -hmm. <laughs> upendo ni zaidi ya tabasamu na mazungumzo ya maneno mazuri ya ukarimu, ni hali ya moyo wako ndani na jinsi unavyodhihirisha kule nje. Upendo huanzia moyoni, moyoni mwako kisha unautekeleza kwa matendo yako. Aya mi anasema kwa maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo ali, kwanza aliupenda, alafu akaenda katenda. Kwa hiyo kile kitendo kilikuwa ni <laughs> kimetokana na upendo ambao alikuwa nao ndani, mtoto. hmm. Mungu anasema kuza shauku ya dhati na thamani ya kweli kwa wengine. Hai, ile neno ni zito mno kuza shauku ya dhati na thamani kwa wengine, thamani ya kweli yani usiwadharau watu, usiwapotezee, usione hawana maana. Mara mwisho tuliongea hapa kuhusiana na nafsi, nafsi ni ya muhimu mno. Nafsi ya mwanadamu ni jambo kubwa sana kwa Bwana anasema mm. Unamuona Mungu ndani yao, kwa sababu hao ni watu wake. Pindi hii itakapokuwa halisi kwako, maisha yako yatakuwa yakutia moyo na yenye kugusa wengine hey. Hili likiwa halisi kwako mtumishi, haya haya haya, maisha yako yatakuwa ni baraka, yatakuwa ni utukufu, yatakuwa ni jibu na suluhisho kwa wengine. mm. Hebu fanya ukiriu pamoja na mimi. Hii ni somo la Jumapili. Bwana fanya ukiriu pamoja na mimi. Sema ninachagua kutembea katika upendo kama vile Kristo alivyonipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Ninakumbatia njia ya upendo na kujibu kwa ukarimu. Ninasamehe haraka. Asante Bwana kwa kunifanya nidhihirishe upendo wako na kuleta uponyaji furaha na amani kwa wale wanaonizunguka katika jina la Yesu. Amina. Amaara, unasamehe kwa haraka, hauweki kinyongo na hasira. Kwa taarifa mm. yako. Aleluya, yeah. Moja yeah. ya changamoto kubwa za watu ambao wana cancer, pressure. <laughs> na magonjwa mengi kadhaa ambayo u uvimbe mbalimbali katika miili sawa stroke ile kiharusi hmm. yanatokana ya hmm. eh, eh, yeah, na kuto kusamehe. I'm telling you. Huu ndo ufahamu wa kiroho sasa nakwambia watu ambao wametunza, akienda anaambiwa una pressure, una hichi una kile, lakini underlying, uh, ngasema, cause, yani kile kiini cha ile chanzo cha ule ugonjwa ni kutokusamehe, ni chuki Sawa, ya muda mrefu ni hasira ni kinyongo, kuna kinyongo, kuna wengine nakwambia, kama huyu daktari ana ufahamu wa uroto atakwambia una shida gani? Ndio maana nasikia tu bada kaongee naye. Sasa mtumishi atagusa vya nje tu, vya ndani ni neno mtumishi. Neno ndio inaweza likapenya, okay. Biblia inasema neno lina uwezo wa kupenya, yaani <laughs> ndio kutenganisha mifupa na uroto, nafsi na roho. Ay, kwa hiyo liruhusu neno lipenye liondoe kile kitu mtumishi. Usiseme mimi, yaani unajua ile mtu hasira. Yaani msio rahisi kusamehe mimi. We we mtumishi. Yaani unajua. Unajipea kwenye front unasema mbele ya kwenye vita pale mbele, alafu hujavaa bulletproof. Yaani kipigwa risasi moja tu, umeenda. Mala, kasa, Faya, uh, soma, soma mistari hii wa Efeso nne e, thelathini na moja mpaka thelathini na mbili Somo la ziada wa Efeso nne thelathini na moja mpaka thelathini na mbili wa Efeso tena sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa pili na waraka kwanza wa Yohana, ne, wa Yohana sura ya nne mstari wa saba mpaka wa nane Waraka kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa saba mpaka wa nane na hiyo nyingine ni wa Efeso sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa pili And it's a big thing n kama umesha umeshahudhuria kwenye sema services zile za healing. Healing services eh, baada za uponyaji yeah. Hii ni eneo moja ambapo watu wengi wana shida, wengi. Usiruhusu kabisa uchungu na hasira ndani ya moyo, ni ni mtego ambao yule mwovu akikutega, ah, utaisha. somo la leo juman...